Hii ni barabara ya Mandela jijini Dar es Salaam, ambayo licha ya kuunganisha jiji kwa kiasi kikubwa, ndiyo barabara kuu inayotumiwa na madereva wa malori ya mizigo wanaotoka na kuingia katika bandari ya Dar es Salaam, hali inayosababisha msongamano kwa nyakati mbalimbali. Hali hii imeshuhudiwa kati ya eneo la Ubungo na Buguruni jijini Dar es Salaam, ambayo hujitokeza mara kwa mara. Inatajwa kuwa kero kutokana na muda mrefu ambao watumiaji wa barabara hii muhimu hupoteza hivyo kuathiri shughuli zao. Mandela Road, kiukweli foleni imekuwa ni kero kubwa sana, kubwa mno. Maroli ni mengi sana, tunashindwa kwenda kwa wakati kwa watu wenye magari madogo. Maroli ni mengi mno. Serikali mjitahidi, tuweze ku, ku, ku, muweze kusogeza haya maroli, mwangalie mnafanyia alternative gani. Hali ya foleni kuanzia Ubungo mpaka huku, hali ya foleni kubwa sana hatujui tatizo ni nini njiani kama foleni hamna ni nusu saa lisali moja umeshafika, lakini toka saa saba mpaka saa hizi, saa hizi ni saa 9 dakika 12, nina masaa mawili kutoka Ubungo mpaka hapa. Mafuta yenyewe tunayopewa na matajiri ya vibaba, tunatoboa kweli kwa hali kama hii? Katikati ya changamoto hii ya foleni ambayo imekuwa kero kwa madereva walio wengi ambao wanafanya shughuli zao kati ya Dar es Salaam na mikoa mbalimbali, wapo wafanya biashara ndogondogo ambao wao kwao ni neema, wamekuwa wakinufaika kwa kiwango kikubwa kupitia biashara ambayo wanafanya na madereva katika maeneo wa haya. wakikwama sisi tunapata tuna fedha, kwa sababu wanakaa muda mrefu hapo, kwa hiyo kiu zinawabana. Kwa hiyo sisi tunauza vitu vya baridi, wanapouza makoo, wanaporudisha makoo yao tena. unakuta kuna mikoa ambapo sambusa zetu hizi hapa, sambusa zetu unakuta wanaziuza bei kubwa, lakini sisi kwa sababu tunauza bei ndogo ndogo unakuta tunapata ha, hera ambapo inatosha. Mbali na muda ambao madereva wanapoteza katika foleni kama hizi, kwa jiji la Dar es Salaam, tafiti mbalimbali zimeonyesha kwamba, uh, zipo athari hasi ambazo zinatokana na foleni kubwa kama hizi kwa jiji hili la kibiashara. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ahimidiwe Olotu wa Azam News.